Taarifa ambayo tuko nayo sasa hivi ni kuhusiana na kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani, Papa Francis ameweza kufariki dunia siku ya leo, ambayo ni tarehe 21 mwaka 2025 mwezi April, kwenye Jumatatu ya Pasaka, akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema kwamba Papa Francis amefia kwenye makazi yake ya Vatican na taarifa zaidi kuhusiana na kifo chake zitatolewa. Ebana, Papa Francis ambaye alizaliwa mwaka 1930 na sita hivi karibuni amepitia changamoto za upumuaji hadi kuhitaji mashine kumsaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo mbalimbali mbali ya kiafya, ikiwemo ni maambukizi ya mapafu, hapa nazungumzia na limonia, hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa. So ni kwamba hizo ndo taarifa ambazo tuko nazo, lakini yote hii ni mara tu baada ya kutokea kwa eh, taarifa ambayo imezua taharuki nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii, Papa Francis kuweza kufariki dunia. Na Bwana Ametoa na, na Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Kamba sure una subscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje mipaka Tanzania. Until next time. Bye bye.